Ni elimu ya uelewa wa sheria za Kiislamu inayohusu namna ya kuswali, kufunga, kutoa zaka, kuhiji, kuoana, kufanya biashara, kuishi kwa misingi ya sheria za Kiislamu na misingi anayotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yote haya utayapata kwenye diploma ya sheria ya Kiislamu inayopatikana katika chuo cha Africa Academy. Africa Academy ni chuo cha mtandaoni ambacho kinatoa diploma ya elimu ya sheria ya Kiislamu kupitia simu yako ya mkononi kwa muda wa mwaka mmoja tu, kwa semesta mbili, ambapo kunakuwa na masomo kumi na mbili, masomo sita kwenye muhula wa kwanza na masomo sita kwenye muhula wa pili. Hapo utakuwa umekamilisha diploma ya sheria ya Kiislamu ambapo inafundishwa kwa lugha ya Kiswahili na wanazuoni mahiri kutoka Afrika Mashariki. Unasubiri nini sasa? Usiache fursa hii kupita hivi, jiunge nasi kupitia linki inayopatikana katika mitandao yetu ya kijamii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.